Zitoe pongezi za dhati eh, kwa kiongozi wa Alhuda TV Burundi ambaye ni ndugu yetu bwana Hamza Mahane pamoja na jopo lake lizima eh, la uendeshaji wa harakati hii. Lengo letu Alhuda kutangaza dini yake mola manani kujumbura na mikoani kutangaza dini yake Mola manani. Kwa kweli, tunazidi kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumhifadhi na jopo lizima ambalo analofanya nalo kazi Sanda mikoani. Twajitolea ili tupate rehema zake manani, Alhuda. Mtume anasema hivi, nilimkuta mtu pepuni yatakalab, maanake anastarehe, anapita huku na kule, anafanya anachokitaka pepuni. Namuuliza Jibrilu alayhi salatu wassalam Huyu mtu hizi starehe na raha anazozipata hapa alipo, nini alichokifanya duniani? Sikilizeni sasa, anamwambia huyu mtu kinachomwingiza kinach, kinach, kinach, peponi, kilichomwingiza peponi: siku moja alikuwa anapita barabarani akaona mti umeota uwani, alafu tawi lake limechomozea wapi? Barabarani, kwa maana ya kwamba moja kwa moja akili yake ikamtuma kwamba ili tawi huwa linawaudhi watu, akachukua akakata lile tawi, ndio sababu ya kuingia pepuni. Sasa unasemaje wewe, unakuja msikitini unauondoa mchanga msikitini? Ikiwa mtu alipita tu barabarani akaona tawi ambalo akaishi kwamba ili tawi hili liko linawaudhi watu linawaudhi Waislamu, sasa wewe Unakuja, unakuja kutoa udhi udhia unayomuudhi mwenye kuswali. Tuna uwezo tena wa kusema kwamba tuna chakujadili hapo, ikiwa kama mtu aliingia pepuni kwa kukata tu tawi barabarani, kama mfano wake mtu anaweza akapita barabarani, sasa ni kwamba E, jitahidini kwamba yote haya ni miongoni mwa heri ambazo watu mtaziona kama ni ndogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa sana, ni kubwa sana. Mtaziona kama ni ndogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Unakuja unafagie hivi, unajua, unaweza ukahesabu idadi ya michanga uliyohesabu? Tumebahatikiwa tume tumekusanya tume, tume tumekusanya, acha sababu zenye tumepata, tunaweza tukahesabu ile michanga ili tukaweza kupata idadi yake. Sasa, hakikisha kwamba wallahi wallahi umepata thawabu ambazo utakuja kuonyeshwa siku ya kiyama, ungelitamani ukasema, kumbe nisingelifanya hata mengine yote maisha yangu yakawa ni katika zile kazi kazi za, ku, za kusafisha misikitini. Kweli niseme tu kwamba machache tu haya ambayo tutakayokuwa tumeyafikisha, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie, anifae mimi na yakufaini nyinyi na hichi ambacho tulichokifanya kwa kweli pia wallahi, Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Allah ukiweke katika mizani ya mema yetu hiyo siku ya kiyama. Pia ninatoa shukurani za dhati, kwanza kuanzia kwa kiongozi wetu bwana Hamza Mahane, kadhalika kina mama ambao bila shaka e, bila nyinyi e, Hamza Mahane asingelikuwa hapa e, angetangaza, alafu hapa hakuna hata mtu mmoja angekuja. Bila shaka ni nyinyi ndio ambao mnaempa nguvu, na muendeleeni kufanya hivyo pamoja na kuwa yanayosemwa ni mengi, msijali ya kila kinachosemwa. Unajua, Mwenyezi Mungu aliposema wayamnauna almaun, wako watu anajua kabisa kile unachokifanya ni kheri, lakini atakukejeli vikao gani vile vile. Kwa wasutwa, wasutwa watupu, wasutwa. Lakini haujamsikia anasema, wakina vigodoro ni wasutwa, vichenipati ni wasutwa. Harakati tunaziona Alhuda, mnazofanya kweli, mnapambana sana kwa kutumikia umma, wataraji rehema kutoka kwa rahima. Mitaji mnaitoa kwa wasiojiweza. Nataraji rehema kutoka kwa rahima, vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongoza wa jamii.